Kuna watu humu wanatumia matumizi mabaya katika nyota hizi, bali wengine wakajitangaza, wakajitangaza kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari kwamba wao ni wataalamu wa nyota, wakikusudia katika hilo, na nanye waona humu, eh, magazeti mengi, oh, yaandikwa hivyo. Yaani kuna watu maarufu wanajulikana kwa kazi hii, wengine wakawa wanatumia nyota kwa kudai kwamba kuna ilmu ya ghaibu wanaijua kupitia nyota. Yaani yeye anaona, ana itikadi kwamba hiyo nyota ndio. Itikadi iko kwa watu. Tena kuna watu wa, waliwa pesa zao. Allah ameumba nyota kwa kazi tatu, lakini kuna watu wanaliwa pesa, wanaenda kuangalia nyota. Kuna watu wanaenda kuangalia nyota, kaangalia nyota yako bwana. Watu wanaenda kuangalia nyota, afu watu wa pesa, mjinga wewe, waliwa pesa yako, imeenda kwenye hamna Haya, mambo yapo. Watu wakajitangaza kwenye mativi, kwenye maredio, vyombo vya habari, kwenye magazeti, wataalamu wa nyota. Sasa haya hawa wenye kufanya kazi hii wafanya kufuru, kwa sababu wengi wao wanajidaia ilmu ya ghaibu kwa kupitia nyota. Sasa hayo sio matumizi sahihi ya nyota. Itakuwa wewe mwenye kufanya haya, kujifanya wapiga ramli huko kupitia nyota, sijui waangalia nyota, sijui unajifanya wajua ilmu ya ghaibu kupitia nyota, Mwenye kuyafanya haya basi atakuwa amekosea, bali wa adhaa na swiba, na amepoteza sehemu yake katika dini, kwa maana kufuru anafanya. Hizi nyota hazijulishi haya wanayadai wanadamu leo. Haya tumbo ya kuangalia nyota, kuna watu humu hawaoani mpaka wakaangalia nyota, au sio? Wako, kuna watu wako hivi hawaoani mpaka wakachungulia waka wakaangalia nyota huko.

wenye kuangalia nyota, Muislamu jambo la wajibu kutahadhari na mambo haya, allati la yazalu sharruha mawjuda fi nnas. Nani haya ni maneno yake sharia wa jamaa munajimuni, iko na kuna watu wanaamini mambo haya. Basi leo sio kwenye magazeti, bali kwenye hizi simu. Hizi simu pia kuna mambo hayo, hata mtu amekaa hivi na simu lake yuko huko wapi? Unaenda unajifunza nini? Mambo ambayo yameharamishwa na Uislamu. Ikhwa, kama anavyonasi sheka kwamba jambo la wajibu kwa Waislamu ni kujiepusha na haya, na hii ni khairi kwa hakika. Mtu akijiepusha na haya akakaa katika tauhidi sawa sawa, ni khairi, bali Waislamu wayaache haya. Wanaendekeza mambo ya tanjimu, tazamia nyota. Kama tulivyozungumza mwanzo, kuna watu waowani bwana mpaka wakaangalia nyota, ao kuna ndoa za watu zimefungwa kwa ajili hiyo, yaangaliwa ya nyota ndio yafungwa, na ndio maana ukakuta ndoa za baadhi ya watu zina masharti ya ajabu. Aambiwa mtu hii ndoa, bwana hii sawasawa yake, saa 9 usiku ndio ifungwe ndoa hii. Tayari wewe ukiona ndoa za namna hii, wewe jua tayari saa 9 usiku ndio yafungwe. Tisa usiku, yani ndio muda wake umeangalia wewe, kwa muda huu ndio sawa, kinyume na muda huu hakuna, haitakuwa sawa, ndoa hii haitodumu. Kuna watu wanaitikadi hivi, kwa saa tisa ya usiku asikie jamaa atangaza walima, bwana wewe ukisikia tu kama waliko ustadhi, bwana sawa